Na kamishina mkuu ana salamu chache kwenu katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia katika kipindi hiki cha Kwaresma kwa Wakristo. Salamu zake ni za upendo, anasema anawapenda sana na anawathamini sana na kamishina mkuu ameelekeza, tutaendelea kuwa tunakuja mara kwa mara kwaona wazee wetu, kwa serikali huwa inatoa kila mwezi natoa huduma ya chakula kwa wazee na mahitaji yote, lakini bado kama serikali yenyewe haiwezi kugaramia kila kitu. Kwa hiyo navyopata wadau kama hivi napunguzia mzigo serikali, inawezekana labda ile chakula chakula kinapatikana kwa sasa itaenda kufanya kazi nyingine kuliko kununua tena chakula. Aa, tunawashukuru wadau wetu TRA wamefanya kazi nzuri sana, Mungu awabariki sana. Mimi kwa niaba ya wazee ninashukuru sana kwa msaada wa TRA waliotuletea, nasema asante. Mungu awabariki awalinde. Tunasaidizana pia na ndugu wenye mapenzi mema ambao tunawaita wafadhili binafsi, katika kutushika mkono, hasa katika mahitaji ya kila siku, vyakula pamoja na mahitaji mengine. Tunaendelea kukaribisha watu wa namna hii ili waweze kuwa wanatushika mkono tunashirikiana pia na umoja wa wazazi wenye watoto hawa kuhakikisha kwamba na wao wanaweza kujitegemea na kujipatia kipato ambacho kinaweza kuwasaidia kumudu mahitaji ya wa watoto wao. Misho anatoa shukrani sana kwa mheshimiwa Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ndugu Yusuf Mwenda pamoja na serikali yetu chini ya Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutambua umuhimu wa watu hawa wenye mahitaji maalumu. Urani za dhati kwa uongozi wote wa TRA ndani ya kamati yake kuketi na kuona ni vyema kuweza kufika katika kituo hichi, kuweza kuleta msaada wa chakula, msaada wa huduma mbalimbali ambazo zitawasaidia watoto. Yusuph Mwenda tumemwona sana kwenye vyombo vya habari, kwenye TV, lakini leo kama leo Bwana Yusuph Mwenda tumemwona Subira Minarahman na tumemwona kwenye nafsi zetu na tumemwomba Mwenyezi Mungu amwekewe pesi kwenye mambo yake yote.